Amana, mimi nashukuru Mungu, nimekiri muujiza, nimekiri uponyaji. Nilikuwa Arusha, nikawa nahubiri, nikasema jamani, nikitoa shuhuda zangu, unajua tunaposema Yesu anasema hawa wachungaji tu na nini, kwa sababu ya mabahasha na nini. Nikasema lakini nikitoa ushuhuda wangu, inawezekana mzigo ninaobeba ni mzigo mzito kuliko kwako, wakwako. Nikawa nikiwa Tanga nikiwa Tanga nilizidiwa na figo, walipo nipeleka kwenye kipimo pale, wakasema muda wote damu itasimama. Kwa lugha nyepesi, atakufa. Kwa hiyo ningetoka Tanga maiti. Nikamwambia wachungaji wenzangu kutoka Dar es Salaam tulikuwa nao kwenye timu ya sinamdi kitaifa, nikamwambia wala msilie, msisemeni nitakufa leo wala kesho, acha nimuulize Mungu. Bwana akaniambia na kuongezea siku, kwa sababu kuna mambo ambayo hujayafanya. Bwana sana bado hujaomba na wagonjwa unapoomba na wengine na mimi pia atakuponya. Kweli nilipotoka pale, nikaenda pale Arusha, nilipo hivi mchungaji umeweka samadha bahuni na ndugu zangu, nazosema eh, nimesimama wapo wake na masenya na watu mbalimbali, nasema nimesimama na kesho nitaendelea na maombi, ninaendelea naye kwa sasa. Kwa hiyo ninajua kinacho kutokea, roho kinaomba nikutie moto, hata kitabu cha Ibrania kuhusu habari za agano maana, natamani leo Mungu afanye agano jipya katika maisha yetu, haleluya. Yale aliyokuuliza achana naye, ingia kwenye agano na Mungu kwa siku hii ya leo na yasema, kama anacheka cheka na anacheka chekesha, lakini katika Mungu leo ninaendelea ya kuyaona yatakayoumbika. Tumisha Mungu, Sara usilie sana, wala usilie maombi niyomwambia Mungu alisikie, nasikia sana ya Pasaka hii nikalione kanisa jipya renye ushindi, lenye nguvu ya pona, renye maombi, lenye uponyaji, sio kuona huzuni, maana ipo Yesu aliyemaliza huzuni msalabani. Amina, ndiyo maana ndiyo maana ya kano jipya kama ulikuwa na mambo yenye shida shida, ah, -ah. ya kale yanapita, haleluya, yanaanza mapya. Kama ulikuwa na miguu yenye magonjwa magonjwa, hapana, miguu ipone na miguu yenye uponyaji, kwa sababu lipo agano la Bwana limeingia nalo. Kwa hiyo unaweza kuchukua kama ni pasaka hii, ni, ni desturi tu na sana sana mtu anawaza nataka msaidie, msije mwagombana obe zenu au na watoto zenu kwa ajili ya vyakula. Pasaka ni agano la rohoni, ni ukombozi wa rohoni, ni mambo mapya katika maagano ya Mungu. Ndio maana Mungu anathibitisha, nitatenda jambo jipya. Yani, ninatamani Najaribu kutafuta namna Yohana Mtakatifu, ya kuyafikisha Yohana Mtakatifu mlango wa ishirini. Nashangaa naona harusi ya Kana, nimesahau kuona sifuri ya nyuma, sema mbili kwenye ufufuo penye agano penye Pasaka yetu, na siku ya kwanza ya juma Maliamu Magdalena Yes, wakina Magdalena mna hii akina Maria, majina yameshaanza kutajwa, msiwa, msiwe, msiwe na shida. na jambo ambalo nataka iliseme Bwana Yesu, Maria Magdalena walikwenda kaburini alfajiri, kukiwa bado giza, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini, nalo basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda mifumbo, akawaambia wamemwondoa, wame Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro kaondoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini, wakaenda mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala na mle na ile leso ilikuwa kichwani pake, lakini pamoja na vitambaa hadi imezongwazongwa mbali, karibu peke yake. Basi ndipo akaingia na yule mwanafunzi mwingine alikuwa wa kwanza kufika kaburini, akaona na kuamini. Kwa maana hawajali hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kuvuka. Basi yule mwanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao. kumi na moja, nisikize vizuri, aka akisimama karibu na kaburi nje yake analia, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo uliporazwa mwili wake Yesu, Nao akamwambia mama, unalia nini? Kawambia, kwa sababu wamemwondoa bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Na akiisha kusema hayo, akageuka nyuma akamwona, akamwona Yesu amesimama asijue ya kuwa ni Yesu. Haleluya. Nimesema habari ndefu kama watu sita hapo, lakini wengine nitawagusia, wengine nitawaruka kwa ajili ya muda wetu na ibada yetu hii. A sana. Kumbukeni, baada ya Yesu wale wale walinzi wakamwendea mfalme akamwambia, yule atumia lugha ya Kiruni akasema yule Yesu akasema yule yule mjanja alisema baada ya siku tatu atafufuka, si ndio? Tunaomba ulinzi, tunaomba ulinzi Naanza kuingia katika maelekezo fulani. Inawezekana kuna jambo <laughs> lilishaandikiwa kwamba hili lazima likutoe duniani, kwamba kwa, kwa sumu hii lazima mtu afe. Hafi mtu, naomba unisikilize katika Pasaka hii <laughs> bibi anasema, Farao <"Sora> akanawambia hh <laughs> sinyiye. Herode anamwambia sinyie, mna walinzi, lindeni namna muwezavyo, na si kulinda tu, akagonga na mihuri lile jiwe zito maalum wavyo sana kuna mambo yamegonga ya mehuri kwamba wewe utaishia hapa. Hapana, Pasaka hii lazima ilete ukombozi. Unajua hata wana Israeli katika kriza za Farao hakujua kwamba hata siku moja wangeweza kutoka utumani, aliwaweka mamiliki yao, si jamani, wanajenga mapiramidi, wanapigwa tofali, wanapigwa fimbo yeah, na nini, ye anashangilia, lakini agano la Bwana linasogelea. Kwa kadri tunavyoteseka, lakini tunaliendea agano la Bwana hallelujah. Tunaisogelea agano la Bwana. Narudia tena kwa kadiri tukati magumu, lakini agano la Bwana li karibu. Na maombi yangu agano la Bwana litimie. Hata yeye jitahidi jita, wakati ametoka utumwani akawa anafuatafuatilia. Na wakafika sema wakati na hofu kama watu shangwe mnakuwa na hofu, kichomi kichoma na hii kizungu kisumbua. Ah, sasa sasa, hapa kwenye tamka, tutaamka kwa sababu Bwana kwa upande wetu ntayazungumza hayo siku tatu, yupo kaburini, Jumaa, Jumamosi na Jumapili, si ndio jamani? Ndio maana wamaji siku ya tatu kwamba huyo hayupo tena. Haleluya kaonde tumcha kwenye Bibilia, hamjajua tu tucha ni Bibilia, siku ya tatu maiti ipo kaburini, lakini ni maiti yenye agano na Mungu. Haleluya. Ni kweli, nawezekana umekuwa na mateso mengi mengi. Fanya maombi ya maagano, sio jamani? Mnaokumbuka tufanya maagano na Mungu kwa ajili ya pasaka hii, lakini atakaja wange awakuwepo jana leo. Maagano na Mungu, tuwe na cha kusema mbele za Mungu katika safari tuliyo nayo. Hata mimi kuwepo mahali hapa, nalihudumia kanisa langu, najisikia furaha na amani kuliko ambavyo ningeenda mbali. Natamani katika kanisa hili pia Bwana wainue watu, hata nikilala kule mbinguni nikawaone, furaha kubwa sana, furaha kubwa sana, baada ya mapumziko yangu, aoishi maisha yanyongeza. Bwana nawe na nishaambia washirika wangu siku nyingine nikilala labo, ni yani mwalimu, natamani Yesu anaita kwa jina langu. Yesu anaita kwa jina lako katika pasaka hii. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. ya Mariamu alidumu katika kulia karibu na kaburi. Kuna mambo mengi yameharibiwa, ni mengi tu. Naomba ile masaa ishirini na nane nikupe maelekezo namna ya kuyakamilisha hayo yote kwa jina la Yesu aliye hai. Ya mnapoenda kuhitimisha atihitimishi pamoja nawe katika ujumbe huu wa, wa Mathayo 28 na Mariamu na Mariamu limekaa kichwani kwa sababu alifanya jambo zuri ambayo hata mimi nimeendelea kulielewa. Nisomee mstari wa kwanza na kuendelea hadi wa saba. ile Mathayo ishirini na nane mstari wa kwanza. Hata sabato ilipokwisha ikapambazuka siku <coughs> ya kwanza juma, Mariamu Magdalena na Mariamu ile wa pili walikwenda kulitazama kaburi, mm -hmm. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi kwa mm -hmm. sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni akaja akalijiringisha lile jiwe akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Haleluya ya yeah. Alikuwa amesimama nje, huyu ni Mariamu, karibu na kaburi, analia, anachungulia ndani kaburi, akaona malaika wawili. Baada ya kuwaona sana, wauliza kumwambia hivi, unalia nini? Hii ndio nia ya ndani, mnionyeshe Yesu wangu, bazo sana. Wewe unataka Pasaka hii Mungu akuonyeshe na ule wimbo ulioimbwa kwamba unayo akili moyoni, unayo atamka moyoni mwako. Haleluya, utaenda kupokea simnda mrefu ya baada ya, ya kuwaona malaika. Yesu anaona huyo amekaza akasema, sijifichi najitokeza kwake sana najitokeza alipogeuka anamwona Yesu, ila bahati mbaya hakujua kwamba ni Yesu. Lakini ukisoma kule, je, walipoendelea kujua kuhojiana, anaenda kumkumbatia, asema usinishike, maana sijaenda kwa Baba. Bwana apewe sifa Amen. Usinishike kwanza, unajua kuna kitu katika imeumbo wa roho, Mungu anatembea nami kwa kadiri nilivyomwona nilivyomwamini, haleluya Yaani, maisha haya ya mwilini ni matokeo ya imani iliyomo ndani. Ukiona mtu anatokana, sio anatokana tu, si ndio amejaa moyoni? Jamani, ukiona mtu anaiba, si wizi tu, ndivyo nia yake ya ndani, si ya wizi. Ukiona mtu ni wa kusamehe na kuachilia, hata kama alikuwa na maelekezo ya kujibu, sio yeye, ni nia yake ya ndani ipo katika hali ya kuachia msamaha.